m labda huenda walikuwa karibu, lakini na moto nikakuta kindoo cha moto cha, cha petroli chini ya taili la upande wa kushoto, taili la nyuma indo kina mafuta mengi, lakini wakati huo taili la nyuma tari tayari imeshawaka sana na moto nyuma kwenye buti ulikuwa umeshakolea sana basi tukaanza kupiga kelele na kuomba majirani watusaidie kuzima. Bahati nzuri, nilikuwa na mchanga mwingi ndani ambao unatumia kujengea hapo, basi ndio ukatumika kufanya uzimaji na hatimaye tukabahatika ku, kuweza kuzima. Jitihada tulizozifanya ni kuomba msaada faya, lakini bahati mbaya nadhani zile namba hazipatikani kiurahisi kwao, tulikosa kuipata, kila alikuwa akipiga haipatikani haipatikani, kwao tukaendelea kutumia juhudi binafsi za kuzima tukawa tumefanikiwa kuzima gari ambalo lilikuwa limeteketea hapo. tukio hili kwa kweli, tukio hili la kusikitisha sana na hili tukio kwa mimi limekuwa kama la, la kwanza kuona. Sina kitu cha kuzungumza zaidi ila isipokuwa, kwanza tuone vyombo ambavyo vyombo vinahusika, no vichukue hatua kwanza. Tulipata mshtuko sana moto ulianza saa nane ile, yani hadi itaka utuzidi kwa kweli, ni Mungu tu ametuponya, ni Mungu mwema, hadi mnatuona hivi, maana mngekuta wote tumekufa.